Nashindwa Mungu, kwa nini umeruhusu hili kwangu, umeruhusu zito, nashindwa mimi kulivumilia Mungu. Mungu kuniona hali yangu mimi, Mungu umeruhusu zito, mtoto nashindwa kumtizama mimi, siwezi mimi kumtizama, baba naumia mimi, naumia mwenzenu mimi, mtoto ananiaga hivi hivi Mtazamaji wa Paza Sauti Media hii leo, kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukipaza sauti ya watu mbalimbali mbali. lengo ni kuikutanisha sauti ambayo haiwafikii wengi iwafikie wengi kupitia wewe na yule na yule ambaye mmeiamini Paza Sauti Media kwa kubonyeza neno subscribe. kisha alama ya kengele, basi kuwa wa kwanza kuipata habari ambayo ninakuwa nikiweka mara kwa mara, ili uwe mwanafamilia halisi. Basi leo niko hapa katika eneo la mkoa wa Pwani Kibaha, sehemu inaitwa Mkuza kwa Matiasi, huku kuikutanisha familia ambayo ni kweli haina furaha, imekuwa ikikumbwa na vilio mbalimbali, imekuwa ikiomba misaada kwa watu mbalimbali. Ni kweli ukiona hali ya halisi hawana furaha, hawana amani kwa yale yanayoendelea ni kuhusiana na binti yao ambaye ni kweli anaumwa. Ukimtazama, ukimsogelea, ni kweli hata harufu anayoitoa haivumiliki, anatoa harufu kali sana. Ni kutokana na maradhi ambayo anakumbana nayo, hajapenda. Lakini huyu binti awali alikuwa ni yuko vizuri, msichana mrembo mwenye mvuto, hakuwa na maradhi ya hapa na pale. Maradhi haya yameanza muda mchache ambao mama yuko hapa atatueleza ameanza lini na mpaka sasa hivi inaendelea vipi, na karibu uweze kuisikiliza sauti ya mama huyu kwa umakini mkubwa, na uweze kufahamu ni nini ambacho kina msibu mama. Shikamo mara, baba. Habari yako? Nzuri tu, baba. Pole kwa yanayokusibu. Asante baba. Asante sana. Ha, pengine kwa mtazamaji wangu ambaye kweli hafahamu chochote ila anaisikia sauti hii kwa mara ya kwanza, mweleze ni nini unapitia, mweleze binti yetu ni nini anapitia, na yeye aweze kukufahamu ambacho ulicho nacho, hata atakapopata moyo wa kuguswa, basi atoe kwa amani na imani kali ambayo akiamini ni kweli anatoa msaada kwa majitoleo yake. Hmm, binti ameanza ya kama masiala ilianza na jino, jino jino, mwaka jana niweka kiuvimbe kidogo yani, hata yeye mwenyewe alikuwa anaona kama kiuvimbe cha kawaida, nachukua Panadol anameza. Ikafika wakati sasa, kakata kama mwaka, ikawa sasa ufizi ndio ukaanza kuvimba maki mwanzo, ulivimba ilivimba huko pembeni, yani kama ukiona maumivu pale, inakuwa kama uchungu kinasimama huko kwenye taya nyuma. Sasa ile maumivu yale yakahamia mdomoni, yalivamia mdomoni akaniambia bibi, mimi naumwa mapaka mazeo yako nileta bibi. Bibi mimi mwenzenu naumwa jino hili, kila nikimeza pana doa wapi? Nimeenda hospitali lakini dokta kaniambia uvimbe huu mpaka upungue ndio ning'olewe na ba, ikafika wakati hata kuuma tarikaa haliumi, ila ufizi tu unamouma na kichwa upande mmoja kinamouma. Basi imeenda enda ile hali ikaongezeka kama miezi akangwaaminiambia mika kama miezi minne hivi ule uvimbe sasa ukahamia wote mdomoni kuhamia mdomoni, tukaanza kuhangaika sasa. Hospitali kaenda enda Magomeni, akapewa dawa ili uvimbe upungue, angolewe jino hasa. Akazitumia dawa kama za siku tano, tulivorudi sasa, kawa namsindikiza mimi sasa kwa sababu peke yake hawezi. Pale tukapewa rufaa, yeye siku ishafika ya tano, tukapewa rufaa twende Mwananyamala. Mwananyamala akalazwa kusudi aendelee na dozi zile, waone jinsi ya kumsaidia. Kweli kalazwa kama wiki mbili pale andikiwa dawa ya kwanza furushi la kwanza, kalimaliza furushi la pili, dokta mwenyewe alivyoona akasema, mimi naona tu mwende Mwimbili, lakini kwa vile mmetoka hospitali na hivyo mnavyosema, hela hamna, rudini kwanza nyumbani, afu mkajipange, mwende Mwimbili. Basi tukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani atukupunzika, tukawa sasa tunatembea kwenye hospitali za private, sasa naona labda kule hawajamuelewa vizuri. Na huko tukienda tunapoa furushi hivyo la dawa, kilimaliza mambo ndo yale yale, hali inazidi kuwa mbaya. Kafikia mwanzo alikuwa anaweza kula hata ugali na mlenda anakula. Kafikia hatua sasa hali kitu chochote mdomo umejaa ghafla tu. Yanatoka mate tu. Hey! Unaona hivi? Basi, tumeenda enda hivyo hivyo. Tumeenda hapa, tumeenda hapa. Tukaenda hata hospitali moja ya jeshi huko. Kipindishwa kwa kabaa. Hayani ule uvimbe ujajaa sana mdomo wangu. Na huko akaandikiwa dawa hiyo. Mara nyingi anamwandikia gapaset, pasef. Anaongezwa na maji. Tunarudi nyumbani, ikafika hatua sasa ikawa sasa ile mate yanachanganyikana na damu damu na harufu <laughs> anashindwa mimi, nashindwa mwenzenu, mimi nashindwa, nashindwa. Mungu, kwa nini umeruhusu ili kwangu, meiusu zit, nashindwa mimi kulivumilia. Mungu, Mungu, kuniona hali yangu mimi, Mungu zuzito mtoto anashinda kumtizama, mimi siwezi mimi kumtizama, baba. Naumia mimi naumia mwenzenu, mimi mtoto ananiaga hivi hivi, awezi hata kuongea, awezi, anaongea kwa ishara, kageuka kama bubu. <laughs> <laughs> hey, Mungu niangalie upya. Mimi tatizo hili nini? Sina uvumbuzi nalo mpaka sasa haijajulikana na umwa nini, maana hajapata hata vipimo. Mimi naumia mwenzenu, tumbo linaniuma, tumbo linaniuma baba, tumbo linaniuma, mimi nashindwa mimi kuongea. Naam, mtazamaji wa Paza Sauti Media. hii ni sauti ya mnyonge, sauti inayotia huruma, ni sauti ambayo ni kweli ni yenye vilio lakini wanasema hujafa hujaumbika, kwa maana ya kwamba kama ukifa basi utakuwa umekumbana na yale ambayo yatakusababisha ufe, na kama ilivyo pua yetu inatazama chini, kwa maana hiyo hata tutarudi kwenye udongo. Mtazamaji, ukapaswe ukapate kuguswa yale majitoleo yako ule wema wako ambao unauweka kama akiba, basi weka akiba kwa mama huyu. Pengine wanasema wema ni akiba, akiba yako ni hazina ya mbeleni. Wewe unaweza kujifikiria pengine hauumwi chochote, haukumbani na maradhi yoyote, uko vizuri, lakini kumbuka ya kwamba hujafa hujaumbika. Lolote linaweza likatokea kwako, kwa mwingine, kwa jirani, kwa yoyote. Lakini ile akiba ambayo utakuwa umeweka kwa wema huu ambao unatoa sadaka kwa huyu basi itakwenda kusaidia wewe hata wale wengine ambao utakuwa una, ni ndugu yako ni ndugu zako wa karibu, na wengine kwa ujumla. Ukapate kuguswa na mama huyu, msaidie kwa kiasi chochote kile cha pesa ambacho umejaliwa. Lengo ni kumsaidia mama huyu, lengo ni kumvusha binti huyu ambaye kwa historia alikuwa ni binti mzuri mrembo ambaye hakuwa na jambo lolote, tatizo lolote. Changamoto hii ilimwanza elfu mbili na ishirini na nne na hii ni elfu mbili na ishirini na tano basi ukapata kuguswa, sikiliza sauti hii. Ni kwa majitoleo yoyote. Anakiri kwamba kuna baadhi wanamchangia, lakini pesa haijakidhi ya kuweza kumfikisha hospitalini kwa ajili ya kuendelea na, ma na matibabu. Basi kakamilishe kiasi hicho, mpatie bima, mpatie chochote ulicho nacho, mwezeshe afike hospitali, mwezeshe apate huduma. Binti ni kweli anatoa harufu kali, hawezi kuvumilia kukaa naye karibu, basi ni wanafamilia, hawezi kumkimbia lakini jamii imemtenga. Mama tuambie, vipi baba yupo? Eh, Mungu wangu, nisaidie mimi. baba yake yupo, huyo mtoto kazaliwa na ndugu yangu, amemzaa mwenyewe, babake anamjua sengine, lakini imefikia hatua si unajua wanaume wanafika pale, wanaweza kuona hawezi kumhudumia na anakuacha. Kwa hiyo, alimwacha, alimtelekeza na mtoto, mimi nikamchukua kipindi hicho na miaka mitatu, maana ni mwanatai mwenyewe, alikuwa anamuelemea kabidi nikae naye mimi kwa hiyo, mtoto mimi kanizoea mimi kuliko hata mama yake ehe. Mapito yote anayopitia mimi ndo naangalia, silali baba. Mtoto anahitaji huduma bado nahitaji matibabu. Kama kuangaika nimeangaika, nimempeleka mpaka kwenye maombi, hatukuishia hapo, hospitali za private ndo wametulia hela mpaka nafikia hatua. Sasa tunaangaliana, nimeuza mimi, kinachotazamika nimeuza kitanda mimi baba nimeuza mpaka friji langu ili unaoliona dogo ili nimepewa. Kwa ajili ya kuwekea maziwa au maki. Anakunywa maziwa na maji tu yani, chondo cha kula chake yani, mia, miezi minne, anatumia yale maziwa ya asasi, ya yale yote ni ya ngombe, lakini yale katokea kuyapenda tu na maji ya, ya hili yale, ndo maji ukichanganya mengine. Kwa hiyo ndani ya miezi mitatu unaenda wanne na kutembea hawezi, hawezi anatumia tishu kwa siku tano, yani zile tishu tano, sio moja, tano. Atokienda pale jalalani utaona jinsi hivyo jana, sababu anatoka mate kama unavyoona, hawezi kujizuia. Akitumia nguo anachubuka, kwa hiyo mara nyingi anatumia tishu. Kwa hiyo mimi imenielemea, nimepambana, sio kama namwacha, bado naendelea kupambana, vilivyotizamika bado naviuza, ila naomba watu wanisaidie kwa sababu matibabu yake naonekana makubwa maana mpaka sasa hapo alipofikia hajapimwa bado. Nimeandikiwa vipimo, atakiwa kate nyama, apimwe xray ya kichwa, atakiwa apimwe xray apimwe kifua. Na hiyo nyama wa mkate nilimpeleka siku ishia hapo, nilimpeleka mbuga nzira, alilazwa kama wiki nako, huko ndo kulikuwa majanga, nilishinda hata paka kumtoa, ibidi nimuombe nirudi naye nyumbani, waya nakufaa kwa mwingine. Kuna matazamio yote kwamba linaweza kuwa ni kansa, kwa kuangalia kwa machoni au kupima kwa, kwa, kwa, macho uwezi kutamka mpaka vithibitishe vipimo, kwa sababu unaweza kusema hivyo, kumbe kutokana kwa vile hapigi mswaki, uvimbe umevimba vile, inawezekana ile harufu inatoka kutokana na hakuna usafi wote unaofanyika kwenye kinywa chake, kwa sababu hawezi kufungua mdomo. Eh, na huduma mnampaje yule? Maji anakunywa kama ile bakuli nilokuonesha, mle ndani ile bakuli tunajaza maji, ndio maana kwa siku anatumia maji lita tano sababu unaingiza mengi tunataka inapitiliza kwa sababu ukijaza ile bakuli yeye anainama tu. Kwa hiyo mimi sasa pale sielewi kwa sababu naona kama kuna ki, ki, kinjia kidogodogo hivi. Eh, kwa hiyo anainamia pale yanaobaki, labda na ukamwage, huwezi kuyarudia maji ambayo yameshaingia uchafu. Na maziwa hivyo hivyo, maziwa nanunua kwa siku lita tatu. Eh, kwa, kwa sasa hivi hali yake, maana mwanzo alikuwa anatumia lita moja, kaenda ikawa lita mbili, kaja kaja lita tatu Umesema akijigeuza anasikia maumivu makali? Kichwa kinamuuma kwa sababu uvimbe uko upande mmoja. Kwa hiyo anavyogeuka hivi halali. Yaani huyu mtoto kusema ukweli tangu uvimbe umekuwa hivi mkubwa. Sijai kukosa kusikia sauti yake. Ni anaita hmm, hmm, hmm, basi. Na pengine tuambie makuzi yake ana historia ya kuumwa? Hapana. Yaani katika mtoto alikuwa mchangamfu huyu. Yaani nampenda kuliko unavyofikiria. Nimekubali kutoa vitu vyangu kutokana na jinsi, hana historia yeyote ya kugombana na mtu. Yaani anacheka tu, hata kama hujamchekesha anacheka. Hata navyomwona vile mimi nashinda mimi eh, Mungu wa mbinguni Mahakika ni kilio ambacho hakivumiliki, mtazamaji, mtazamaji, ni kilio ambacho hakivumiliki hata kidogo. Ni mama ambaye ni kweli anahitaji msaada kutoka kwako, ni kiasi chochote kile cha pesa ama kumchukua na kumpeleka hospitalini, ili aweze kupata matibabu. Na hii ndio historia ya binti huyo ambaye tumeipata kwa ufupi na ndivyo tulivyomtazama. jina lake anaitwa ni nani? Jina lake anaitwa Sifa. Nani? Sifa ma Pita. Na kuhusu maisha yake ya elimu yalikuwaje, amefikia levo gani? Alishia form, kwa sababu hakupata wakumwendeleza. Alivyofeli yule mtihani wa form, tena akuendelea tena hmm. na alikuwa ni mzima wa afya, hey, akuzaliwa hivi, hey, akuzaliwa na dosari yoyote zaliwa mzima tu, sema tu picha zake zingine zimeharibika haribika tu lakini ungeziona, mm, ni mzima kuzaliwa hivi, ana afya nzima, hajawahi kuugua kusema kimembana kidole au nini. Hapana, hili tatizo limemjia, hata yeye mwenyewe alielewi maana, imefikia hatua alivyojiona kwa mara ya kwanza ule uvimbe, alilia sana akasema, kumbe nomana, mnaniangalia watu wananiangalia sana hivyo. Kwa hiyo siku hiyo akachukua kisu, hata na nguvunguvu kidogo, akataka kujiua. Kataka kujua karibu mara nne. Mm, navunja chupa nataka kujichoma. Kwa hiyo tunamua hivyo. Mm, nataka kujua. Ee, nataka kujua karibu mara nne. Tena ile nyingine nusu afanikiwe, kulikuwa kuna mtu, kulikuwa kuna dada tu alivyokuwa kwanza, alikuwa anapiga kelele ndio akaja akamkuta, kashika chupa nataka kujichoma. Chanzo cha hayo yote kutaka kujiua nyie mlifikiri ni nini? Kakata tamaa au ni mwelekeo? Ni tamaa tu unakata msaada hamna. Mzawa wa ndugu atakusaidia, lakini hamna mtu anaweza kupata laki akakupa wewe yote laki. Hamna mtu anaweza kupata elfu kumi akakupa elfu kumi wewe yote, sana sana atakupa elfu tatu, elfu nne. Mahitaji yake na kukwambia tishu peke yake anazotumia karibu za shilingi elfu saba kwa siku, maziwa anayotumia karibu ya shilingi elfu kumi, maji anayotumia karibu ya elfu kumi. Sasa hebu niambie elfu tatu inatosha? Lakini ukatai, nashukuru majirani hawakunitupa. Kuna mama mmoja aitwa Mama Mjema hapo, akiokota na yeye anakuja anatusaidia. Kuna mchungaji wangu Elifansi, kwa kweli tuko pamoja kama mchungaji kasimama hasa kwenye jambo hili kama la kwake, ila tusema tu ndo mazingira ya hela ni kwa magumu, basi anachookota anatusaidia, kwa sababu hata sisi wenyewe tunaouguza tunahitaji kula pia, na unakuta vitu vingi vimekuwa vimelala. Nilikuwa najishughulisha na biashara ya kupika, mamantilie. Meza unaiona hapo, vyombo vile nilimuuzia mwenzangu, lakini niliona siwezi hatumwingine anashindwa maziwa tu elfu mbili basi, unachukua sahani tano sita, wapele nachukua madela matatu manne tena ingine shilingi hamsini. Huruma anajua akikupa ndogo kama akuona, lakini asilimia kubwa wengi ni watu ambayo anaonasushaishiwa sasa usafiri wa kwenda hospitali unakodi bajaji, kisha una mgonjwa, mlipatana shilingi elfu tano, anakwambia mama, kuna kwenda mbali tumbi tu hapo, kwenda tumeenda karibu mara mbili au mara tatu, anakwambia elfu kumi na tano kutoka hapa nilipo na kwa tumbi, sio elfu kumi na tano, ni shilingi elfu saba, lakini anakwambia elfu kumi na tano. Huwezi kukataa, itabidi uende naye, kwa sababu unaona hali ya mgonjwa mbaya, kwa sababu anafikia hatua kama juzi alikuwa na hali mbaya sana, alikuwa anatapika damu tu inatoka puani mdomoni, puani mdomoni nahali yake kama unavyoiona vile, toke damu karibu sado nzima ana damu ule tena, kwaiyo anafikia, anafikia pabaya, amefikia pabaya kwa kweli amefikia pabaya. Na nawaomba jamani, msaidie mtoto huyu. Mimi nimemkatia tamaa kwa kusema siwezi kumsaidia kweli, nanyie mnaomuona kweli mkatie tamaa manake mi siwezi. Mahitaji yake makubwa, nahitaji pesa nyingi. Hapo Mlugazila tu ibidi niuze kitanda ndio nikamgomboe. Akii nakwambia hapa amekufa, utatoa hela mzima, atatoa hela. Sasa kwa kauli hiyo, kwa kweli ilikuwa ngumu kwangu. Na mtazamaji ni mwaminifu sana, mtazamaji wangu kutoka Paza Sauti Media ni mwaminifu sana, na ni mtu anayeguswa, ni mtu aliyejitoa kwa mwanafamilia wa Paza Sauti Media. Sasa ni wakati mwafaka ambao wamekuwa pengine wakisubiria kwa hamu kupata mawasiliano yako, kupata ni namna gani wataweza kukuchangia, ili na wa uh, wao waone mchango wao unakufikia uh, uh, wewe iwe kama sehemu ya sadaka yao kwako, waweke ni azina, waweke wema kwa akiba kwao, watamani wewe siku moja unacheka, unaweka mrejesho ulio mzuri. Basi uambie mawasiliano yako, namna ya kukupata na namna ya kukuchangia hapa sasa hivi kupitia Paza Sauti Media. Mimi ya, namba yangu ya simu sifuri saba moja tatu mia tatu themanini na nane mia sita na nane, jina tatoka Mariamu Mlaponi. Hiyo ndio namba ya kukuchangia. Eh, ndio namba naitumia hiyo. Irudie sifuri saba moja tatu mia tatu themanini na nane mia sita na nane, jina tatoka Mariamu Mlaponi. Na benki pengine unayo kadi? Sina sasa hivi, sijaitumia muda mrefu, kwa hiyo Kutuma kwenye simu kuliko kutuma u. Basi mama, pengine uyombe serikali, uombe Watanzania, uombe mashirika mbalimbali mbali, na, -na wote ambao watabatika kuiona video hii, una lipi la mwisho huito na wa kuambia? Nawaomba Watanzania wenzangu, Watanzania ni watu wa huruma, munione huruma. Binti huyu, binti mdogo, ana miaka ishirini na moja tu, lakini amegeuka kama mzee. Naomba mnisaidie na yeye anyanyuke, anatamani kuliona jua, lakini hatuna kipato cha kumsaidia. Mimi kama mimi, ndugu wengine ndio, wana sio kusema ana ndugu kabisa, sio kweli. Hakuna mtu asiokuwa na ndugu, lakini mwanzo, watu watakusaidia, lakini imefika ile hatua ya mwisho, sasa ndo kila mtu kakaa pembeni, makishaliona tatizo limekuwa kubwa. Lakini laiti kama tangu mwanzo tungekuwa tumeenda hospitali wakampima, sizani kama angefikia hapa, na maana angejulikana naumwa nini, angejulikana tiba yake nini lakini ukuwa tunamaliza mali hela sana sana na kuandikia dawa tu, vipimo vinakuwa vya mwisho na wo shaishiwa kwa mm. Hiyo ndio hilo, nawaomba taasisi za watu binafsi watu binafsi, rais wetu kama analiona hili, mtoto anatamani kuliona jua. <laughs> <laughs> Hey, Mungu wangu, Mungu kwa nini umeruhusu hili, umeruhusu Mungu, zito, mimi ziliwezi, siliwezi baba, naumia naumia, mimi naumia <laughs> hey, naumia Mungu, umeruhusu zito, umeruhusu zito, Mungu murumie mtoto, samehe samehe baba, samehe Mungu ni mwanadamu mwenye mwili na nyama, inawezekana katika kupita pita kwake ameakumba haya. Mungu msame, we unaweza, kuna usilo uliwezaashindwa. a pole, pole, pole. Baba, nashindwa mimi, tumbo linaliuma. Mimi nikimwangalia siwezi mimi, kumwangalia siwezi. Mungu aliyaruhusu haya, atakupa ufumbuzi wake. Msaidie Baba, unaweza wewe Mungu, msaidie fanyika sababu juu ya hili Asante. Akuwa hivi jamani, gaula kabadilika, atizamiki tena. Ule mbwa upo, sura ipo. Akuwa hivi jamani, mini saidieni, na miaka ishirini na moja tu. Ana mdogo wake na mdogo wake, mdogo wake anasoma yupo vizuri tu. Hey, yupo shule, nimemtoa hapa kwa sababu kutokana, siwezi kumpa nauli kila siku. ake anasoma, nani anasoma Segerea, anakaa kwa mwanangu anaposoma ni karibu na anapokaa, na pia na kaka yake. Hapana, wamezaliwa wawili. Mdogo wake anasemaje? Analia kwanza, hataki ule kumuona, anaogopa na mtu anamwangalia baba yangu, ile ile ulioiona, unaweza kurudia mara mbili kweli? Ukamwangalia mtu uliocheka naye ile wacheki, ulioongea naye ile waongei pole, e? Sana mtazamaji, hii ndio hali ya halisi ambayo tumekuja kuipaza sauti hii. Basi ninaamini umeguswa kwa namna yoyote ile, kafanyike sababu ya kupona kwa binti huyu, kafanyike kuguswa na uwepo wa Mungu kafanyike kuwa msaada ambao utautoa kulingana na matatizo haya. Haya ombwi yanakuja tu, alikuwa mzima, makuzi yake kuanzia utotoni mpaka mpaka miaka ishirini, lakini leo ana miaka ishirini na moja. Binti yupo kitandani, anaumwa. Kwa mujibu wake anasema kwamba alikuwa na furaha tele, alikuwa ni binti wa kicheko tu hajui kununa, hajui kununa, anacheka tu, hata ukikasirika anacheka tu <laughs> Lakini leo hii unaweza ukasema ananuna, aongei. Kwa maana hiyo kauli haitoi, kumbe sio mjeuri, hawezi kukujibu <laughs> anaguna tu. Eee, ana ujeuri ana ujeuri huyu ana ujeuri. Bibi ananitania bibi. Leo asemi, leo asemi. <laughs> Inatosha mama, kuwa na imani na imani baba, na imani ndio maana kafika paka leo, mtu anakunywa maziwa m mwezi wa nne kweli, kama si imani ni nini? <coughs> atumii kitu chochote, anatumia maji tu na maziwa, huu mwezi wa nne sasa unaenda. Lakini kabla chakula chake pendwa kilikuwa ni nini? Anapenda tu nyama, mwenye samaki anapenda sana. Kuku apendi kwa sababu nilikuwa nafuga kuku, alizoea mda mwingi kula kuku, ikafikia kipindi lakini leo hii amekuwa ni wa maziwa na maji, hali kitu chochote, hali kitu chochote, akipiti chochote pale mdomoni kwake. Asante mtazamaji, ni kuombe tu mwezeshe mama huyu, rudisha furaha, rudisha kicheko, rudisha tabasamu kwa binti yule. Ni kuombe tu kwa namna ya kunipata mimi, kwa changamoto mikasa na mambo mb mb mbalimbali ni kwa namba 0763025059. Nitakufikia, ni kupaza sauti yako. Hii ni Paza Sauti Media. Ni kuombe tu ubonyeze neno subscribe kisha alama ya kengele kwa kuendelea kupata msisitizo na habari kama hizi na nyinginezo. Asante, uwe na wakati mwema.